Ndugu zangu katika imani, kwa kweli tuna jukumu letu sisi kubwa katika maisha yetu ya ndoa na leo katika majumba yetu, kwamba majumba mingi yanaharibika na wanaume wingi ambao tumo katika ndoa tunafanya makosa makubwa, kwa sababu wanawake tumeletewa sisi, lakini tunatakiwa tukae nao kwa utaratibu maalumu sio kutumia mabavu katika nyumba. Mwanamme akasema mimi ndo mume bwana, mimi nimekuoa, unataka fanya, hutaki usifanya. Mwanamme katika nyumba hatakiwi awe hivyo. Wanawake wanahitaji kulelewa, Waislamu, wanawake wanahitaji kuendewa kwa hali ya upole zaidi. Ndio maana Mtume anasema istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhila'in Wanawake ni watu ambao wako dhaifu mno, sisi wanaume tunatakiwa tuhakikishe kwamba tunakaa nao kwa misingi iliyokuwa mizuri, kwa mafundisho mazuri aliyotupa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Kwa vile katika majumba yetu wanaume hatuna utaratibu huo, ndiyo maana imefikia katika nyakati zetu jambo si jambo, utakuta mume anampa talaka mkewe jambo dogo tu, ntakupa talaka mimi. Jambo dogo tu ukifanya ndiyo talaka yako. Yani, wanatishia talaka, lakini tunasahau ya kwamba kitendo cha talaka hichi kinatakiwa kitoke kwa jambo ambalo hakuna budi. Ukisikia talaka inatoka, kuwe hakuna budi, na ndiyo maana Allah subhanahu wa taala akatuwekea utaratibu katika maisha yetu ya ndoa Hakuna hata nyumba moja ambayo haina migogoro, na hili lilashuhudiwa. Hata kama walioana watakuwa wote wao ni watu wenye kushikamana na kitabu cha Qur'ani, ni watu ambao wenye kuijua sunna ya Mtume vizuri, lakini bado tu itabaki katika nyumba yao, kutakuwa na migogoro tu. Ndiyo mara moja alitoka sahaba katika ukhalifa wa Omar bin al-Khattab akipeleka kesi kule kwa Umar, baina yake na mkewe. Wakati anafika pale nyumbani kwa khalifa, anakuta vishindo vya ndani ni vikubwa kuliko vya kwake, akapindisha, anarudi, lakini kaonekana, anaulizwa, vipi, mbona ulikuwa unakuja kisha unarudi? Akaambia, naam, ya kwako ni makubwa kuliko ya kwangu. Ndugu zangu katika imani, mula wetu subhanahu wa ta'ala ametuwekea utaratibu pale ambapo tutakapokinzana na ahali zetu nasema hunna, na tusifukuzie kuacha tu. Ndio Allah anasema wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna, na kwa wale wanawake ambao mnakhofia ugomvi kwao. Allah hakusema fatalliquhunna, waacheni, maanake mkigombana tundo muache mke la, hakuna mafundisho hayo. Allah anatwambia faidhuhunna, kwanza wa wawaidhini, wapeni nasaha, wasifuni kwa sababu wanawake wanahitaji hayo. Ikishakuwa limepita hilo sasa hakukupatikana muwafaka, Allah akatwambia wahjuruhunna fil madhaji, na wahameni katika malalo yao. Wanazuoni wapo waliokwenda wakasema pale pale kitandani, sogea mpe mgongo, kwa mbali kidogo na wengine wakasema teremka chini pale, yemachalale kitandani, wewe shuka chini, alimradi kwamba ni kuweza kumpa funzo yule mwanamke, na talaka isije ikatoka. Lakini ikitokea pia na hatua hiyo imekuja, hakuna tija, Allah anasema wadhribuhunna, na nawapigeni. Wanaume tumeruhusika kuwapiga wanawake, lakini je, tuwapige vipi? Tuwapige magongo kama gongo liloshika mie ili wapo wanaume wanawapiga wake zao hivyo. Wapo wanaume wanawapiga vibao wake zao. Wapo wanaume wanawapiga vichwa wake zao. Sasa hawa watueleze haya wanayoyafanya wamepata kupitia kitabu gani? Wapi Qur'ani imetuamrisha sisi tuwapige magongo wake zetu? Wapi Qur'ani imetufahamisha tuwapige vibao wake zetu? ni miongoni mwa makosa yanayofanywa katika jamii ya Uislamu. Mtume sallallahu alayhi laihi wasallam ametahadharisha hasa kumpiga mtu, ukampiga katika uso wake, anasema idha dharabtum, mtakapopiga fajtanibul wajha, jiepusheni kupiga katika uso. Na hii si kwa mke tu, yoyote yule. Waliyadhribu ahadukum, na mmoja wenu atakapopiga, anamtia adabu mkewe ampige kwa pigo lisiloumiza sio ampige magongo. Mwanamme yoyote yule atakayempiga magongo mkewe, atakayempiga vibao mkewe akamjeruhi, yauma alqiyama aje kutafuta la kujibu mbele ya Allah, kwa sababu sisi tunakwenda kwa mwongozo wa Qurani na Sunna, na hakuna katika Qurani kwamba tupige namna hiyo.